Hi guys, mambo mvipi? I hope wote mko poa wazima, nami pia namshukuru Mungu niko salama. Hongeleni kwa wale wapambanaji, jamani, timgal, najua msimu wa shule na ninyi kuamka mapema kuchoka hivyo, lakini katika kutafuta lazima uchoke na lazima upambane jamani. Niko hapa kuwaelekeza kuhusu kuhusu matumizi ya mtandao. Unajua video zangu zimekuwa nikiongelea sana matumizi ya mtandao kwa sababu watu ambao mko Warabuni, special watu ambao mko Oman jamani, asilimia themanini na tisa au sema asilimia tisini wanatumia free wifi. Kwa hiyo unakuta matumizi ya ile mtandao hawajui watumie vipi. Navyosema hawajui watumie vipi, namaanisha hawafati hata sheria za mitandao kuwa ni kitu gani niposti, kitu gani nisiposti, kitu gani niongee, kitu gani nisiongee, kitu gani nifanye mtandaoni, kitu gani nisifanye. Yaani mtu anajiamulia tu, anaposti kitu cha hatari, anaongea kitu cha hatari. Juzi tumeona kwenye siku ya mpira wa Simba na Yanga, kuna mdada mpaka wamezushiana taarifa za kifo huyu amefariki, sijui hivi na hivi, sauti imetembea umo na nini, akamposti picha. Jamani, hivi mpaka unachukua picha ya mwenzako unamposti mposti, ule mtu amefariki, utafakari kuwa, je familia yake wazazi wake wakiona? Na huyu mtu yuko mbali, afu akapata hii taarifa, kwangu mimi nafaidika nini vile familia yake inavyokuwa inahangaika, labda kumtafuta kusikitika vipi, tufanye na wako mbali, mama yake na yani. Kwa nini utafakari? Kuwa kwa nini tufike huko? Chanzo eti utani wa Simba na Yanga, sijui utani wa jadi wa jadi, sijui wao wanaita mambo ya mpira huko, wanataniana, wametukanana mtandaoni, mpaka mmoja amechukua maamuzi ya kumpost mzee kuwa amefariki. Jamani, matumizi ya mtandao, nimekuwa nikifundisha hapa vitu vingi sana. Wewe ambaye unaona unatumia matumizi yaani una mtandao, unatumia wifi free, hebu fanya kubuni kitu cha kutumia ule mtandao, kama labda kuingizie pesa au labda kuelimisha watu au nini. Au sio lazima hata kama uelimishe watu au ufanye nini, sio lazima yote. Kama wewe si, si, si mzoefu wa haya mambo, au sio mpenzi, tumia tu kwa maslahi yako mwenyewe. Yani umeangalia hivi, umesoma mambo ya dini mle. Kama wewe ni Mkristo, kuna wachungaji wanafundisha mle mahubiri, fungua sikiliza mahubiri. Wewe ni Mwislamu, kuna mawaidha kibao humo mtandaoni, fungua sikiliza mawaidha, jifunze vitu mbalimbali, jifunze mbali, vitu mbalimbali mbali kupitia ule mtandao. Unapenda kupika? Tafuta vitu vya kupika mle ndani, jifunze soma ya nimeta, yani mle mtandaoni ni kama darasani yani biashara mbalimbali, ubunifu, watu wanafanya vitu, kutengeneza kitu fulani yani. Sidhani kama hakuna mtu ambaye yeye ndani ya moyo wake kitu gani anapenda. Unapenda mambo ya saluni, mambo ya urembo na nini? Fungua mtandaoni, muangalia mambo ya urembo hayo, ujifunze. Ukichanganya hichi na hichi kinakuaje? Nikifanya pengine huko mbele, on future, naweza nitaja ngafungua biashara fulani. Kwa hiyo, unajifunza kupitia mtandaoni. Lakini leo hii unakuta mabinti wadada, ambao wako Arabuni, jamani hasa huko TikTok, saa tatu za usiku, saa nne, watu wako live. Kinachozungumzwa cha maana hakuna, ndo kama hivyo, kuzushiana mambo, huyu kafa, huyu kafanya hivi na hivi. Kwa hivyo usigeuze ule mtandao ukawa kitu kwako cha maslahi. Kama nilivyosema hivyo, we ni Mkristo, jifunze kule, fungua, yani fungua vitu vya maana kule, jifunze, chukua wachungaji wafungue kule, soma Bibilia, wasikilize wanafundisha nini. Wewe ni Muislamu, ingia mtandaoni mle fungua, kuna shehe kule anafundisha, fuatilia mawaidha, jifunze yani vitu vile vya muhimu. Hata kama ukitoka kwenda sehemu, utasema ah ni hivyo kwa sehemu fulani. Kiukweli nijifunza vitu vingi sana kupitia mtandaoni, nijifunza hii, nijifunza ulembo, nijifunza yani vitu vingi, unavipata huko. Lakini leo hii watu TikTok mmechukua kama ndo uwanja wa kutukana na matusi, uwanja wa kufanya mambo yasiyoeleweka, uwanja wa kupost vitu. Yani watu wakiamka asubuhi wamechoka hoi, alikuwa online. Anafanya nini? Hakuna. Yani watu video kama hizi za kufundisha kitu fulani hawataki kabisa kuangalia, yani hawataki, yani kwanza hawataki hata daima. Lakini wao unakuta kwanza hana hata hiyo experience ya kuishi na wao Waarabu hana kitu chochote ambacho yeye anachojifunza kupitia kwa Waarabu ili angalau kumwelimisha mwenzake ambaye yuko Tanzania au yuko Afrika, kwa bwana, huku njoo, kuna fursa moja mbili tatu, ukifika huku uishi hivi uishi yeye. Yeah, anayaona mapungufu tu, huku kuna tabu, huku kuna hichi, huku watu wanakufa huku. Lakini huyo huyo mtu anayezungumza watu kuna tabu sana, ukiingia huko online TikTok. Sisi, unajiuliza tabu hiyo tabu gani? Kama mtu saa tatu mko usiku yani, hiyo saa tatu mko live TikTok, mnazunguza mambo asieleweka mpaka saa sita za usiku, saa saba mpaka asubuhi, mkiamka mnagombana na bosi zenu kwa sababu gani? Umeshindwa kufanya kazi, umeshindwa kuamka kwa wakati, kwa sababu ni kuchoka. Sasa angalau ungekuwa huko mtandaoni ukasema, nachoka kuna kitu ambacho najifunza, kuna masomo ya online jamani. Asilimia tisini ya, ya Watanzania inatuzingua English tukiwa ugeni. Mtandaoni kuna watu wanafundisha Kiingereza, kuna masomo ya Kiingereza, umufungua jifunze mambo ya Kiingereza. Chukua maneno mawili matatu ya Kiingereza hapa, nitazungumza hivi nitafanya hivi. Ni darasa lile huko online pale, unapata maneno yale. Kuna Google translate Kiswahili na Kiingereza, fungua translate, chukua daftari, andika ili ujue huko Kiingereza inasema nini Kiswahili nasema hivi. Kumbe bosi wangu akisema hivi, nisipoelewa kwa Kiarabu nitamwambia ili kwa Kizungu. Huoni kama ni faida au utakuwa umepata. Lakini leo hii mnakosa kujifunza vitu vya maana. Umeungiwa mtandao. Wewe mtandao unaofanya unageuza yaani uwanja wa ku, wa, ku, wa kupigia story na mashoga zako mtu kanane yaani na yani kijiwe umefanya kijiwe cha kupiga soga hivi. Ah, tunapoteza tu huo muda. Ndugu zangu mbadilike. Wale ambao mnaingia mbo, jamani, watu wanaingia wana simu kubwa. Akifika tu siku ile ameongea wifi, akiingia online, anagundua kumbe hii bando ya bure tayari, taka anze kuchati na huyo, achati na yule, achati na yule, achati na yule, afungue huko nenini, aende huko, aende TikTok. Mtu mmoja ana mitandao si chini ya sita, ana Facebook, ana Twitter, ana Instagram, ana sijui nini, ana sijui kitu gani. Sasa akianza kuipitia hiyo mitandao yote mpaka muda wa kazi anakosa. Kuchoka kwa sababu, akiamka asubuhi yuko hodi. Sasa angalau upitie hiyo mitandao yote, kuna kitu unafanya cha maana? Unaambulia tu kesi za kusema umetukana na mtu mtandaoni. Sheria za mtandao jamani hamzijui, za kutukana mtu, mtafanya msababishe watu kufungiwe, wengine wasiingie, eti kisa nyinyi ambao mpo kazini Mpunguze midomo, mfuatilie sheria za mitandao. Umeingiwa interneti bure, tafuta kitu cha maana cha kujifunza mtandaoni. Kila kitu unachokijua wewe, mtandaoni kipo. Unapenda kupika, kuna mafunzo yani, kuna mapishi yote utajifunza. Wee andika tu, nataka kujua kupika maandazi, itakujia. Nataka kujua kupika keki, itakujia. Nataka kujua kusoma sijui kitu gani Kiingereza sijui, yatakuja nataka nijue. Sasa tumieni vitu kama hivyo vya msingi, kujifunza vitu vya msingi, kuwa hata kama ukirudi nyumbani, mtu anaona kama vile ulikuwa chuoni, yaani kama vile ulienda chuo, hukwenda kufanya kazi. Umefaidika vitu viwili umepata, umepata pesa, umepata elimu mtandaoni. Nawapenda ndugu zangu, nawapenda, nawajari, nawathamini. Kila siku nimekuwa nikiangalia watu mtandaoni waenda tofauti, nasikitika, nasema jamani, jamani, jamani Fursa hii tumepewa, kwa nini watu wataki kuitumia? Kwa sababu huwezi kukuta matukio kama haya Tanzania, mtu mpaka anunue bando ya shilingi elfu ngapi aingie huko kote atukane akae kuwezi. Sasa yuko Tanzania, mambo haya hajafanya, kiingia tu kazi na nani. Tafuta kitu cha kujifunza mtandaoni chenye maslahi na wewe, acha kutukana na watu, acha kutumia vibaya ya mtandao, acha kuposti vitu visiokuwa na heshima, acha kufanya matukio ambayo hayaeleweki. Tafuta vitu vya kujifunza, usome, jifunze Kiingereza, fungua online humu. Kuna viingereza wanaandika, nenda Google translate kwa Kiswahili, jifunze vitu, ushonaji, urembo, vitu kibao humo, jifunze. Tumia intaneti kwa maslahi yako, msingi kabisa ya muhimu.